Msanii wa Bongo Flava kutoka hapa hapa Tanzania this time around ameweza kushare ujumbe ambao unahisia eh, kinoma noma, kupitia ukurasa wake wa Instagram. Yote hii ni mara baada ya yeye kuweza kupakia eh, video fupi, ambao video hiyo ni ya mtoto mchanga. Baada ya kuweza kupakia video hiyo kwenye upande mzima caption, kulikuwa kuna maandishi ambayo yanaonekana kabisa kwamba amefurahi. Kwa namna moja ama nyingine, aliweza kuandika maneno ambayo yalikuwa yasomeka hivi: siku ya leo ningependa kushare furaha hii na wewe kuruhusu moyo wako unipe nafasi ya kuwa baba. Najua haikuwa rahisi, e, umevumilia na umenijali na umenithamini na kuonyesha moyo wako, e, kwa upendo na hata pale nilipokuwa nikihitaji kukata tamaa ulisimama na kunipa njia nyingine na kupita. E, umekuwa e, shujaa, umevumilia, umevumilia yote kwa ajili yangu. Nikikuangalia wewe, naona maana ya mwanamke shupavu anayejua thamani ya mwanaume. Moyo mwe wangu umejaa shukrani sana, si tu kwa kuwa mama wa mtoto wetu bali ni kuwa mwanamke wa kipekee aliyekubali kunipa nafasi ya kukupenda, naamini kulinda nafasi uliyoweza kunipa kwa ajili yangu ndani ya moyo wangu. Maneno haya aliweza kuyazungumza eh, bwana mkubwa Platform so Eh, kuna baadhi ya comment nyingi sana kuhusiana na mastaa tofauti tofauti ambao wao wameendelea kumpongeza baada ya kuingia sasa kwenye chama cha wababa. Unajua baadhi ya mastaa wengi sana eh, sometimes wanaweza wakawa wamepata eh, mtoto lakini kuweza kumpost vile eh, ni wachache sana. Tumemwona bwana mkubwa Mario this time around ameweza kumpost mtoto wake na hata pia sherehe ya mtoto wa Mario kuweza kufikisha mwaka mmoja. Ilikuwa ni sherehe ambayo waliweza kumwanika mtoto wao kwenye mitandao ya kijamii. Wamekuwa ni mastaa wachache sana ambao wao wanaweza kuwa kuposti mtoto wao kwenye mitandao ya kijamii, lakini hata pia tumemwona Chino Kid akiendelea kumpongeza kwamba hongera kaka eh, baada ya kuweza kupata mtoto wake wa kwanza kabisa msanii Platform, lakini Platform yeye hakuweza kuposti kabisa eh, mke wake. Tupe mtazamo wako kwa mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now: je, ni sawa kwa msanii kuweza kuposti mtoto wake kwenye mitandao ya kijamii ingali bado mtoto mchanga? Make sure tukumbuke kuendelea ku drop comment yako kwenye comment section hapo; utakuwa umetisha kinoma noma.